Bwana, jeshi la polisi mkoa wa Mara limetoa taarifa kuhusiana na kifo cha aliyekuwa mgombea udiwani kata ya Sirari kupitia chama cha ACT Wazalendo Dafroza K. Jacobu. Taarifa hiyo ilitolewa jana Novemba 5 mwaka 2025. Kwa mujibu wa taarifa ya jeshi la polisi mkoani humo limesema kuwa majira saa saba mchana Dafroza Kongwangua maarufu kama Mama Frenki alikuwa akiandikiwa maelezo yake kutokana na tuhuma zilizokuwa zinamkabili. Aliugua ghafla na kulazimu kukimbizwa hospitalini kwa matibabu. Wakati akiwa anapatiwa matibabu, alifariki dunia. Uchunguzi utafanyika ukishirikisha wataalamu wa uchunguzi wa vifo ili kubaini chanzo cha kifo chake. Bila shaka baada ya uchunguzi wa jeshi la polisi kukamilika, ambao wamesema wataufanya wakishirikiana kitengo husika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 ili uwe kwanza kupata taarifa zetu pindi tu tuwekapo taarifa zetu mitandaoni. Tafadhali baki nasi.